Leo tulikuwa na kikao cha kamati ya utendaji ingawa kimeisha muda wa mchana huu, tuliona ni bora tukaongea na nyinyi moja kwa moja aliojiri kwenye kamati yetu ya utendaji kwa sababu isije ikawa tena umetoka, unasubiri kesho ile press release, unaona kwenye mitandao tena watu wamesharushiana. Kwanza, kikao chetu cha leo cha kamati ya utendaji, kwa kauli moja, kimempitisha ndugu Wilfred Kidau kuwa katibu mkuu wa TFF baada ya kwamba kulikuwa na vitu ambavyo bado tulikuwa vinatusababisha kwamba tusiweze kumthibitisha, lakini baada ya hivyo vitu kukaa sawa, hatimaye kikao cha kamati ya utendaji kimethibitisha kwamba anakuwa katibu mkuu wa TFF kuanzia leo. Jingine, kamati ya utendaji imekubaliana na mapendekezo ya kamati ya sheria na katiba ya kumsimamisha ndugu Clement Sanga kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi baada ya kukosa sifa za kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutokana na katiba inavyozungumza. Hii imetokana na baada ya Yanga kutuletea barua, nakala ya barua ambayo wamwandikia Yusuf Manji na kutuletea sisi kwamba Sanga sio mwenyekiti wa wa Yanga, mwenyekiti wa Yanga ni Yusuf Manji. Barua hii tulipokea toka tarehe kumi na mbili Juni lakini bado tukawa tunafanya taratibu za kuangalia je, ni jinsi gani tuangalie, kwa sababu kulikuwa na utata, kulikuwa na barua imekuja wakati Sanga nagombea bodi ya ligi kueleza kwamba Manji amejiuzulu na automatic yeye amekuwa mwenyekiti wa klabu ya Yanga, na katiba yetu inazuia mtu ambaye sio mwenyekiti wa klabu kugombea nafasi yoyote kwenye bodi ya ya ligi. Kwa hiyo tumemwandikia mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi barua kuangalia jinsi gani, lakini pia kama kuna stahiki zozote za kuchukua kwa ndugu Sanga, lakini pia na utaratibu wa kufanya kuweza kutayarisha uchaguzi kwa ajili ya bodi ya ligi kupata mwenyekiti. Lakini kamati watendaji pia imezungumza mbali maswala mbalimbali, ikiwemo mbali mashindano. Mwaka huu shindano la FA limefanywa marekebisho, shindano la Azam federation, Sports federation Cup likiwa linashirikisha timu za Premier League timu za daraja la kwanza timu za daraja la pili na wale wote wanaocheza mabingwa wa mikoa, ili kuweza kupanua wigo na kuona kwamba mpira unachezwa nchi nzima na unachezwa muda wote. Ligi hii itaongezeka tena na mabingwa wa FA wa mikoa, ambao watachezwa kwenye mchakato kutafuta wa kutafuta mabingwa wa FA wa mikoa, ambao utaanza toka kwenye wilaya kwa hiyo wilaya zitacheza kutafuta mabingwa wa FA, ambao mkoa utaweka utaratibu, watacheza na wale wote waliokuwa wanacheza ligi ya mkoa kutafuta bingwa wa FA mkoa, na huyo bingwa wa FA mkoa atakuwa ni tofauti ya bingwa wa mkoa ambaye anashiriki RCL, timu yote iliyoko daraja la pili, timu yote iliyoko daraja la kwanza na timu yote iliyoko Premier League. Kwa hiyo kwa hali hiyo timu za takazoshiriki mashindano ya FA zitatoka kwenye 80 mpaka 100 na <coughs> mia na kitu kwa mia moja na kitu, kwa sababu tutaongezeka timu 28, mabingwa wote wa mikoa. Lakini pia katika kikao chake cha leo, imepitisha kanuni ambazo zinazitaka timu za Premier League kuwa na timu ya under 20 na kuwa na timu ya under 17 lakini pia timu ya daraja la kwanza na timu za daraja la pili zinatakiwa ziwe na timu za vijana za under 17 kwa maana hiyo kutakuwa na ligi ambayo itachezwa ya under 20 ambayo itazishirikisha tu zile timu za ligi kuu, na itachezwa kwa mfumo tofauti na uliochezwa mwaka huu. Lakini pia kutakuwa na ligi ya under 17. Hii haitajali daraja, itashirikisha timu zote zilizoko daraja la kwanza, la pili na premier league zile timu zao under 17 zitacheza kwa ligi katika mfumo ambao utatolewa ufafanuzi baadaye na kamati zetu, kamati ya vijana pamoja na kamati ya mashindano. Lakini pia mwaka huu tupate wadhamini tusipate wadhamini, tutacheza mashindano ya ya under 17, under 15 kwa mfumo ambao ulikuwa unachezwa kwa Coca-Cola wa mikoa, kwa hiyo mashindano hayo yatachezwa kama vile vile alivyokuwa anachezwa ile kwa kakura. Lakini pia tupate wadhamini tusipate, mashindano ya taifa cup tunayafufua, yatatolewa ufafanuzi kwamba yatachezwa kwa utaratibu gani, lakini yatachezwa kwa mfumo ule ambao ulikuwepo zamani kabla ya kuboresha na kupata wadhamini, sio ule wa mwanzo kabisa. Ah, kuna mfumo mwingine ambao tuliucheza kabla ya kupata wadhamini tulikuwa tunaucheza katikati hapa, lakini kanuni zake zote zitatajwa. zita maboresho ya ligi ya wanawake, ligi ya wanawake mwaka ni mwaka msimu unaofuata itachezwa ligi ya ligi kuu ya wanawake, lakini pia kutakuwa na ligi daraja la kwanza, lakini pia kutakuwa na ligi ya mabingwa wa mikoa kwa wanawake. Kwa hiyo haya ndio maboresho ambayo tumeyafanya kwenye ligi ya wanawake. Maboresho mengine yamefanyika makubwa ni kwenye ligi ya daraja la kwanza ligi daraja la kwanza itachezwa kwa makundi mawili ya timu kumi na mbili kumi na mbili Timu za kwanza kwenye ligi ile kwenye kila kundi zitapanda automatically kwenda premier league. Kwa hali hiyo, kwenye ligi ya premier league timu mbili za mwisho zitashuka daraja, lakini timu ambazo zinafuatia iliyoshika namba 17 na 18 zitacheza na play off ya washindi wa play off ya ligi daraja la, P la, la kwanza. Ligi daraja la kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu katika yale magrupu wawili watacheza, wapate timu mbili ambazo zitacheza play off na timu mbili ambazo zilikuwa Premier League zilizoshika namba 17 na 18. Baada ya hapo washindi wawili watapanda automatic kwenda Premier League. Kwa hiyo kuna mabadiliko hayo, automatic zitakazoshuka Premier League ni timu mbili kuja daraja la kwanza, automatic zitakazopanda kwenda daraja la kwanza moja kwa moja kutoka, kutoka daraja la kwanza kwenda Premier League itakuwa ni mbili. Kwa hiyo zile nyingine zilizoshika nafasi za chini zitacheza playoff ili kuweza kupata hii, tunaleta ushindani mkubwa kwenye ligi kutoa nafasi kwa timu za daraja la kwanza zinaweza zikapanda nne, lakini kutoa nafasi kwa timu za Premier League.